Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, kutokea Tanzania Bara, John Heche amekamatwa na jeshi la polisi alipokuwa akihutubia katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, jirani na soko jipya la vyakula. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari, vilielezea kuwa Heche, baada ya kuanza kuhutubia kwa takriban dakika tano, polisi walifika na kumtaka aache kuhutubia, ndipo ilipotokea vuta ni kuvute kati ya polisi na wafuasi wa CHADEMA ulidumu kwa takriban dakika 30. Hata hivyo, wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo kwa maana ya CHADEMA walisema kama polisi wanamhitaji Heche basi watampeleka wenyewe kituoni na sio kulazimisha kutumia nguvu kumshika kiongozi wao, jambo ambalo halileti taswira mzuri wala usawa wa vyama vya siasa. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo kwa maana ya Chadema muda mchache uliopita kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Chadema imesema baada ya kukamatwa kwa kiongozi wao na jeshi la polisi, viongozi mbalimbali mbali wa chama cha demokrasia na maendeleo kwa maana ya Chadema walifika katika kituo cha polisi cha Msimbazi lakini walipofika kituoni hapo kwa lengo la kumtoa kiongozi huyo walijibiwa kwamba kiongozi huyo wa Chadema hakufikishwa kituoni hapo. Hatua hii ya kukamatwa na kushikiliwa kwa kiongozi na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo kwa maana Chadema, Mheshimiwa John Heche, hatua hii imekuja baada ya Chadema kuijibu barua ya jeshi la polisi kuwa Heche atafanya mkutano wake maeneo ya wa Kariakoo kama ilivyopangwa licha kuwa jeshi la polisi lilitoa zuio kutofanyika kwa mkutano huo, lakini Chadema ilisema kuwa hawatositisha kufanya mkutano huo kwa sababu jeshi la polisi lilichelewa kutoa taarifa ya zuio kwa kutofanyika mkutano huo, lakini Chadema ilikuwa tayari imeshapanga na ipo kwenye hatua ya mwisho ya kufanyika mkutano huo. Na kama ambavyo unaona kwenye hii video kwa kile ambacho kilitokea leo hii ni kwamba jeshi la polisi lilivamia mkutano wa Chadema na kisha kumshika kiongozi na mwenyekiti wa Chadema John Heche na kisha kuweza kuondoka nawe na kabla ya jeshi la polisi kufanikiwa kumshika Heche na kuondoka naye, ni kwamba wafuasi wa chama hicho walianzisha vurumai na huku wakiwazuia jeshi la polisi kuto kumshika Heche, jambo ambalo lilidumu kwa takriban dakika thelathini hivi, zikatokea vurumai za hapa na pale, na huku baadhi ya wanachama wa Chadema wakiimba nyimbo ambazo zikionyesha ushujaa wa Heche na huku wakililani jeshi la polisi. Kwa taarifa hii na kwa hichi ambacho kimetokea una maoni gani? Ningependa kupitia ujumbe wako kupitia section comment lakini kwa taarifa nyingi zaidi endelea kubaki na Mshindo TV kwa kila siku na kila wakati.